Mwaka ule ile keki baada ya kuimeza tu ngop ikaleta matunda. Tulivyoingia hanimuni kule, hanimuni kukaleta majibu, haikuchukua muda mama, nga, nga, nga, mtoto wa kwanza wa kike. Ikaenda tena ta, ta, ta, keki hiyo ikaleta tena matunda nga, nga, nga, mtoto wa pili wa kike. Haikuchukua muda ikaenda tena mtoto wa ngapi? Watatu wa kike kwa mama yule yule mnayemwona amesimama pale. Haikuchukua muda keki hiyo niliyokula ikaenda. Mchungaji wangu kutoka Morogoro, punga mkono namna hiyo, wewe ni shahidi, unajua. Ikaenda mtoto wa nne wa kike, munga katubariki tena watano wa kike, wa sita eh, wa kiume. Bwana nianza moja kiume mpaka sita, saba ya kike hapa nimeshaanza kuomba, niko naomba bado, mmefumbua macho, funika macho ndiko naendelea na maombi.